secret mission <laughs> mipunga kama ah, yote jamani, tuko ah, mbali. Au madam ni secret mission? Naona so, uh, no, uh, hamna hata nyumba Aba, shamba langu la mpunga hili hapa, naauza shamba langu, Kasulu, la tupo Kasulu mabondeni mabondeni kule magurumbasi shamba langu la mpunga mwenye milioni mbili huku Kasulu Kasulu mabondeni mabondeni, ndo huku Kasulu Kasulu mabondeni soko le juu Kasulu mabondeni akuwa anakonda so Ah, <laughs> madam DM maana yake nini ami? <laughs> <laughs> najua tu kwamba ile kama vile insta nini yani, maana yake kabisa kirefu si ah, kama kumfata mtu inbox mm -hmm. ni insta, ah, humbaka... <laughs> o najua tu au mpaka madam Napenda kumshukuru mheshimiwa <laughs> la Mungu. Napenda kumshukuru mheshimiwa